Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama chini ya usimamizi mahiri wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro , Mheshimiwa Nuru Ndabu, pamoja na katibu mkua wa kuu mkoa Mheshimiwa Nzoa ambaye ni rasi, tulihakikisha kwamba wakati wa uchaguzi tunadumisha amani, utulivu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 tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kusambaza kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii ambayo pia baada ya taratibu za kisheria zikikamilika eh, sheria itachukua mkondo wake. Tisa hao ni waliokuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi, yeah. Awabibu, wawili, ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu kuhamasisha ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunawashikilia watu kumi na moja. ambao tumepembua toka watu mia tatu, ambao tulishika tukapembua tukaona kwamba hawahusiki ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada ya hapo, baada ya kujadiliana, kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. Katika uchujaji wa watu wote tuliochuja, kati ya mia tatu, hakuna mkenya hata mmoja, hakuna mkenya hata mmoja. Wote ni vijana wetu, kwa sababu ya mhemko ambao alikuwa na